Eh, bwana mambo vipi? Huyu ni Mr. Ramsey decoration bwana Ms na Mr. Ramsey decoration amekuja pande za Boko Magereza. Kama kawaida Mr. Ramsey decoration amekuja kufanya quotation ya huu mjengo ili aufanyie marekebisho jamani. Mr. Ramsey decoration, nyumba yako ikichoka ichoke inavyochoka, lakini ukimwita Mr. Ramsey decoration nyumba yako inakuwa mpya. Yaani mpya. Kama unye, yani mpya kabisa. Kwa hiyo Mr. Ramsey decoration bwana leo ametimba pande hizi hapa hizi. Baada ya kutimba nini? Ashakutana na mshua, ashafanya quotation zake hapo. Kwa hiyo soon Mr. Ramsey decoration pia ataanzisha hii site. Kwa hiyo mdau, ambao unapenda kumfuatilia Mr. Ramsey decoration bwana, Mr. Ramsey decoration ana kawaida ya kuonyesha kazi mwanzo halafu anakuja kuonyesha kazi mwisho. Kwa hiyo Mr. Ramsey decoration atakuonyesha kazi yake ndani ya hatua zake tatu kama kawaida yake, kama ilivyokuwa huu ni mwanzo. Anaonyesha jengo jinsi lilivyokuwa, alafu atakuja kuonyesha akishamaliza, akisha kufanya renovate ya hii nyumba yote nzima. Ataonyesha mabadiliko ya nyumba jinsi itakavyokuwa, na akishamaliza finishing, Mr. Ramsey ma decoration pia ataionyesha hii nyumba itakavyokuwa imetulia. Hii nyumba bwana, mwenye nyumba anataka iwe kwenye mfumo wa kisasa. Kwa kama unavyoona, Mr. Ramsey decoration tayari amesha pima amesha fanya, amesha fanya vipimo vipimo vyake, ameshaitengenezea ramani yake hii nyumba ili ije kuwa ni nyumba ya kisasa. So ni Mr. Ramsey decoration hapa anachukulia video, alafu akitoka hapa ataenda kuachukulia video ya nyumba jinsi itakavyotakiwa kuwepo kutokana na nyumba jinsi hivi hivi ilivyo, lakini kuna mfumo ambao tayari Mr. Ramsey decoration amesha design na bosi wake na ameshaichola lamani yake kwamba nyumba inatakiwa iweje. Kwa hiyo Mr. Ramsey decoration ataingia ndani, atakuchukulia mchoro wa nyumba jinsi ulivyo designiwa, halafu atakuonyesha kwao, wewe ambao unamsikiliza Mr. Ramsey decoration, kwa kwa kutulia, uone mchoro wake. Bwana, huo mchoro ambao nilikuwa nakwambia design fulani itakuja kuonekana hii hapa. Hii ndio nyumba jinsi itakavyokuwa ikifanywa renovate, itapendeza itakuwa na mna. Kwa yote ni mambo ya Mr. Ramsey Decoration. Mr. Ramsey Decoration mwenyewe ndio mimi hapa kama unavyoniona ni dogo mmoja chali sana lakini na tisha ni hatari. Mimi ni fundi, ni engineer mwenyewe. Design mwenyewe, architecture mwenyewe. Ukihitaji lamani, njoo kwa Mr. Ramsey Decoration kila kitu utakipata. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.